Habari za leo, ndugu msikilizaji wa chaneli yako pendwa ya maisha ni hadithi. Hadithi yetu ya leo inakuja na jina la mwanga wa rehema ya alama ya nyota. Mimi ni msimuliaji wako na Soro Raja. Karibu sana. Katika kijiji kidogo cha Naliendele kilichopo pembezoni mwa mkoa wa Mtwara, aliishi msichana mdogo aitwaye Rehema. Alizaliwa na ulemavu wa ngozi, hali iliyomfanya kuwa tofauti na watoto wengine kijijini. Ngozi yake nyeupe ilimfanya awe kivutio cha macho na maneno ya kejeli kutoka kwa wanakijiji. Rehema alikuwa katika mazingira ya upweke na maumivu. Watoto wenzake walimkwepa wakiamini kuwa ulemavu wake ni laana. Hata baadhi ya watu wazima walimchukulia kama mkosi kwa jamii. Mama yake Bi Zainabu alikuwa nguzo pekee ya faraja kwake, akimhakikishia kuwa yeye ni zawadi kutoka kwa Mungu. Licha ya vizingiti, Rehema alikuwa na kiu ya elimu. Alipenda kusoma na alikuwa na ndoto ya kuwa daktari. Hata hivyo, safari yake ya elimu haikuwa rahisi. Alikumbana na unyanyapaa shuleni, walimu na wanafunzi wakimpuuza. Wakati mwingine alilazimika kukaa mbali na wenzake darasani kwa sababu ya hofu zisizo na msingi. Mambo yalibadilika alipokutana na mwalimu mpya Bi Asha, aliyekuwa na moyo wa huruma na uelewa. Bi Asha alimtia moyo Rehema, akimwambia kuwa ulemavu wake hauwezi kumzuia kufikia ndoto zake alimsaidia kupata vifaa vya kujifunzia na hata kumpatia miwani maalum ya kumkinga na jua. Kwa msaada wa Bi Asha na juhudi zake binafsi, Rehema alifanya vizuri katika mitihani yake na kupata nafasi ya kujiunga na shule ya sekondari ya wasichana ya Mtwara. Huko alikutana na wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali mbali, na kwa mara ya kwanza alihisi kukubalika. Alijifunza kwa bidii na hatimaye alifaulu kujiunga na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili, MUHAS. Baada ya kuhitimu na kuwa daktari bingwa wa ngozi, Rehema alianzisha kliniki yake mjini Mtwara. Alitoa huduma kwa watu wenye matatizo ya ngozi, hasa wale wenye ulemavu wa ngozi kama yeye. Pia alianzisha taasisi ya kusaidia watoto wenye ulemavu wa ngozi kupata elimu na huduma za afya. Rehema hakusahau kijiji chake cha Naliendele. Alijenga shule ya msingi na kituo cha afya kijijini, akihakikisha kuwa watoto wote wanapata elimu na huduma bora za afya. Alikuwa mfano wa kuigwa akiwahamasisha wazazi kuwapeleka watoto wao shule na kuwahimiza wasichana kufuata ndoto zao. Safari ya Rehema kutoka kuwa msichana aliyekataliwa hadi kuwa daktari na mfadhili wa jamii ni ushuhuda wa nguvu ya azma na upendo. Alionyesha kuwa ulemavu si kikwazo bali ni sehemu ya utofauti wetu kama binadamu. Kwa moyo wake wa huruma na juhudi zake alibadilisha maisha ya wengi na kuwa mwanga wa matumaini kwa jamii yake. Natumai simulizi hii imekupa hamasa na kuelewa kuwa kila mtu anaweza kufanikisha ndoto zake licha ya changamoto. Mimi ni Nasoro Raja wa hapa Maisha ni Hadithi.